Kama njia moja ya kuimarisha mipango ya serikali ya kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032, wanafunzi wa shule ya msingi ya Ololaimutia katika kaunti ya Narok Magharibi, eneo la Magharibi Narok, wamehamasisha kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hatua hii inaungwa mkono na wadau kutoka sekta mbalimbali ikiwemo mbali makundi ya kijamii na hata vijana katika kulinda mazingira. Hamasa hii pia inalenga kukabiliana na ukame, mafuriko na mmomonyoko wa udongo pamoja na kuimarisha usalama wa chakula na hata kulinda mazingira hasa katika maeneo kame. Na ndio tumesema tunaenda katika mashule tuanze ku establish eh, environment clubs katika shule eh, zote ili tuweze kuhakikisha kwamba watoto ambao wanakuwa na wanasoma, watatusaidia eh, kuhakikisha kwamba tumetuza mazingira tukianza hapa shuleni itaenda mpaka manyumbani na hatimaye hawa wanafunzi watakuwa watu wazima wakiwa na hiyo hiyo hiyo value ya kutunza mazingira. Wametupia miti mingi ambayo tutailinda na kutunza. Kwa saa hii mimi niko na miti zaidi ya ine hii shule.